Eschatology ni elimu ya mambo ya siku za mwisho, na leo nitakuwa nagusia kwa ufupi tena kwa habari ya siku au nyakati za mwisho. Kwani Mungu anaamua tufundishe kwa habari ya nyakati za mwisho, ni kwa sababu anatamani kanisa likae macho, likijua mambo gani yatatokea baada ya muda mfupi, ambayo ya yako mbele. Wakati ambao tunao ni wakati mfupi sana, ko lazima kanisa liwe macho. Lazima ujue kama Mkristo kwamba mambo gani ambayo yapo baada ya sasa, kusudi ukae macho. Tukio ambalo tunalisubiria nyakati za mwisho, tukio la kwanza litakuwa ni unyakuo wa kanisa, na nitakuonyesha mambo kadhaa ambayo yataambatana na unyakuo wa kanisa ambalo, muda wowote kanisa litanyakuliwa. Tupo kwenye nyakati za mwisho kabisa, na kanisa litanyakuliwa. Baada ya kanisa kunyakuliwa, nilikwambia tutakuwa tuna kipindi cha miaka saba kipindi cha miaka saba duniani, itakuwa ni dhiki kuu, itakuwa ni dhiki kuu, lakini minguni itakuwa ni karamu ya mwana kondoo, itakuwa ni karamu ya mwana kondoo. Na hili hii miaka saba ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya tisa mstari wa ishirini na saba utagundua anasema, ni juma la sabini, itakuwa ni juma la sabini kwa maana ya miaka saba ya dhiki kuu, ambayo pia itakuwa ni miaka saba ya karamu mwana kondoo. Na baada ya kukamilika kwa maandiko, wanasema Yesu atarejea tena duniani, atakuja kuanzisha utawala wa miaka elfu moja atakuja kuunda serikali, na itakuwa ni muda utawala wa kipindi cha miaka elfu moja na makao makuu ya serikali kwa miaka elfu moja dunia itakuwa inatawaliwa. Utakuwa ni utawala mzuri, utawala wa amani Hakutakuwa na vita, hakutakuwa na magonjwa wanyama, hakutakuwa na wadui kati ya watu na wanyama, kwa itakuwa ni miaka elfu moja ya utawala wa Yesu. Baada ya utawala wa miaka elfu moja, maandiko yanasema itakuwa ni kipindi cha hukumu ya mwisho. Kwa wale waliokufa katika Bwana watahukumiwa na wale ambao walikufa kwenye dhambi pia watahukumiwa, itakuwa ni hukumu ya mwisho, itakuwa the final judgment. Wale ambao wameishi maisha ya matakatifu, ambao walinyakuliwa na Kristo na wametawala nao miaka elfu moja wataenda katika Yerusalemu mpya, mbingu mpya na nchi mpya. Na wale ambao wameishi maisha ya dhambi, maandiko anasema wataelekea kwenye Jehanam ya moto, kwenye maisha ya moto milele na milele. Na nikwambia kigezo cha kuingia mbinguni sio ushirika wa kanisa, sio cheo kanisani ulicho nacho, sio huduma ambayo ulionayo, mchungaji, mwinjilisti, nani ah Kielezo cha kuingia mbinguni ni utakatifu. Sema utakatifu. Bwana sifiwe! Lakini nisema sehemu za nyakati za mwisho litakuwa limegawanyika kwenye mambo kadhaa, mambo ya msingi nitakayojifunza. Nisema nitakufundisha kwa nini siku za mwisho. Lakini mbili, nisema nitafundisha dalili za siku za mwisho, ni dalili zipi zinaonyesha kwamba tupo kwenye siku za mwisho. Lakini tatu, ni kuambia atakufundisha kwa baadhi ya unyakua wa kanisa The Church Rapture, Rapture of the Church, unyakuo wa kanisa na chini ya unyakuo wa kanisa nilisema nitakufundisha kwa nini Yesu ananyakua kanisa, sababu za unyakuo wa kanisa. Lakini pia nitakufundisha kwa habari ya muda wa Kristo ambaye atakaa nao kanisa kwenye paradiso, muda wa Kristo kukaa na kanisa paradiso. Lakini pia nitakufundisha kwa habari ya ufufuo wa wafu, ufufuo wa wafu, resurrection of the dead. Na baadaye nisema nitafundisha kwa habari ya dhiki kuu. Baada ya unyakuo wa kanisa, tutakuwa tuna kipindi cha dhiki kuu, na chini ya kipengele cha dhiki kuu ya ka, dhiki kuu nitakufundisha sababu za dhiki kuu, kwa nini iwepo dhiki kuu duniani baada ya unyakuo wa kanisa. Na baada hapo, nitakufundisha injili wakati wa dhiki kuu, injili itakaohubiriwa wakati wa dhiki kuu. Kanisa limeshaondoka, tutakuwa tunawahubiri wa injili hii itakuwa ni injili ya namna gani? Kwa sababu kipindi cha neema kitakoma tu, unyakua ukitokea hamna neema tena, imeisha. Kwa hiyo sasa lazima ufahamu hiyo injili itakuwa ni injili ya namna gani. Lakini pia kuna majina kadhaa, majina kama saba, ambayo yanatumika kuelezea dhiki kuu. Lakini pia nitafundisha juu ya mapigo mbalimbali ambayo yatakwepo wakati wa kipindi cha dhiki kuu. Bwana asifiwe. Nitafundisha pia kwa habari ya chukizo la uharibifu, the diso, abomination of desolation. Chukizo la uharibifu, abomination of desolation. Lakini sita nafundisha kwa habari ya vita ya Harimagedoni, vita ya Harimagedoni. Harimagedoni, nilikwambia Harimagedoni ni neno moja lenye maneno mawili ndani yake. hari manake ni bonde la mlima Megido. Harimagedoni, bonde la mlima Megido kwa utafundisha muda wa vita, eneo la vita, majeshi ambayo atahusika na vita, na mataifa yenye nguvu ambayo atahusika na vita. Of course wanasema taifa la Urusi na taifa la China ni moja ya mataifa ambayo atahusika kwa sehemu kubwa sana kwenye hii vita, Urusi ambayo ni Rosh, lakini pia na taifa la Mashariki ya mbali ambayo ni taifa la Uchina pia litahusika kwa sehemu kubwa sana kwenye hii vita ya Harmagedoni, mambo ambayo atafanyika baada ya vita ya Harmagedoni lakini pia nitakufundisha kurudi kwa yesu mara ya pili kwa nini yesu arudi mara ya pili baada ya vita nitafundisha pia kwa habari ya utawala wa miaka elfu moja millennium reign pia nitafundisha juu ya vita ya gogu na magogu kwenye millennium reign nitakufundisha utawala wa miaka elfu moja utakuwaje je maisha yataendelea je watu wataishije kwenye hiyo miaka elfu moja utawala wa yesu watoto watakuwa nazariwa au watakuwaje? kumweka chuo dhiki kubwa imepita tayari, Yesu amerudi na kanisa lake amekuja kutawala dunia, kuna tayari wanachapa ya mpinga Kristo, what is going to happen kwenye utawala wa miaka elfu moja duniani na utakuwa ni utawala wa namna gani? Lakini baada ya hapo ni kuambia, baada ya utawala wa miaka elfu moja shetani atakuwa amefungiwa kizimu, ataachiliwa, atakuja na ataongoza vita ya Gogu na Magogu. Kwa nitafundisha juu ya vita ya Gogu na Magogu wahusika wa vita huku na magogu, muda wa vita, lakini pia eneo la vita. Alafu mwisho, hukumu ya mwisho, hukumu ya mwisho, ufuo wa pili, ufuo wa pili, lakini pia na adhabu ya milele. Alafu mwisho kabisa itakuwa ni mbingu mpya na nchi mpya baada ya hukumu. Na nilikwambia ili uweze kujua vizuri haya mambo ya nyakati za mwisho, lazima ujue vitabu ambavyo vinaeleza juu ya nyakati za mwisho. Kuna kitabu cha ufunuo wa Yohana na kuna kitabu cha Danieli hivi ni vitabu viwili na Ezekieli. Of course vitabu vingine kama Amosi, kama Zekaria, kama Matayo, ni vitabu ambavyo pia vinazungumzia kidogo habari ya matukio ya nyakati za mwisho, lakini lazima ufahamu kitabu cha Ufunuo Yohana kimebeba asilimia kubwa sana ya mafundisho ya siku au nyakati za mwisho. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu kitabu hiki cha Ufunuo Yohana, na kwa bahati mbaya ni watu wengi wamekuwa hawakisomi kitabu hiki kwa sababu ni kitabu kigumu ni kitabu cha unabii, ni kitabu cha mafumbo, ni kitabu cha alama. Kwa hiyo kwa sababu ya ugumu wake kitabu hiki kimekuwa kisomeki, na nisema, nitaka nifanye mtasari kidogo au nilifanye mtasari wa kitabu hiki, huenda kusaidia ukijua ngara kwa juu namna akisoma. In fact, nikubali kwamba siwezi nikaeleza kila kitu ambacho kipo kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana kwa muda wa hapa tu, siwezi. Lakini in case una any challenge, una changamoto available simu yangu ipo napatikana, just come, we can discuss kama unakisoma hicho kitabu. Lakini sema kitabu cha Ufunuo wa Yohana ni kitabu ambacho ni kitabu cha mwisho kuandikwa kwenye Agano Jipya. Kitabu cha kwanza kabisa kuandikwa ni kitabu cha Ayubu. Kitabu cha kwanza kuandikwa sio kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha kwanza kuandikwa ni kitabu cha Ayubu. Kwa kwenye Biblia kitabu cha kwanza kuandikwa ni kitabu hicho, hajulikani ni nani, sio ayubu Siyo Elifazi, siyo nani. Mwandishi wa kitabu cha Ayubu hajulikani, lakini ndicho kitabu cha kwanza kuandikwa kwenye Biblia Takatifu. Bwana sifiwe. Ni moja ya vitabu ambavyo mwandishi wake hajulikani. Infakti, kwenye Biblia kuna vitabu viwili ambavyo mwandishi wake hajulikani. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Ayubu, mwandishi hajulikani, na kitabu cha pili ni kitabu cha Waebrania, mwandishi wake pia hajulikani, ijapokuwa wengi waamini ni Mtume Paulo. Hata mimi binafsi naamini Mtume uh, Paulo ndiye mwandishi wa kitabu cha Waibrania. Hata hivyo kuna hoja kadhaa za kithiolojia za kupinga kuwa Paulo sio mwandishi. Bwana sifiwe. Anyway, maandiko kuna vitabu vile ambavyo mwandishi wake hajulikani. Kitabu cha kitabu cha Ayubu mwandishi hajulikani, na kitabu cha Ibrania mwandishi hajulikani. Hata hivyo kitabu cha we... Ayubu ndio kitabu cha kwanza kuandikwa na kitabu cha Ufunuo wa Yohana ndicho kitabu cha mwisho kuandikwa. Na kitabu cha Ufunuo wa Yohana kimeandikwa kati ya mwaka tisini na tano na mwaka tisini na sita baada ya Kristo yesu ameishi miaka thelathini na tatu. kwa yesu amekufa mwaka wa thelathini na tatu akaondoka tayari kwa kimekuja kuandikwa miaka karibia 60 baadaye yesu amekwisha kuondoka duniani hii kitabu cha ufunuo wa yohana kwa kitabu hiki kimeandikwa mwaka tisini na tano au mwaka tisini na sita baada ya yesu kuwa amekwisha kuondoka duniani na mwandishi wa kitabu hiki ni yohana mtume yohana mtume yohana ndiye mwandishi na kitabu hiki kimeandikiwa wapi eneo la mwandishi ni kwenye kisiwa cha patimo kwenye kisiwa cha patimo Maandiko anasema Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patimo akatokewa na Yesu akamwambia aandike. Na Yohana ameenda kwenye kisiwa cha Patimo kwa sababu ya kuitetea injili. Wakati ule kanisa limeudhiwa, watu wameteswa, akina Petro wameuawa, akina Paulo wameuawa, akina Bartulmeo wamechunwa ngozi ngozi, kwa ajili ya kazi ya injili. Kwa kulikuwa kuna mateso ya kanisa ya kutosha, na nikwambia inasemekana mtume um, Yohana na yeye pia walijaribu kumuua, ikashindikana. Wakampa sumu anyo sumu, akamnyosha sumu, akufa. Wakamchemsha kwenye pipa la mafuta, Yohana hakufa. Wakamchukua wakamwingiza kwenye kisiwa cha Patmo, na at this age Yohana alikuwa tayari mzee. Akiwa kwenye kisiwa cha Patmo kwa ajili ya kuitetea injili na kuishindania injili, ndipo Yesu anamtokea anamwambia, andika. Anakuja kuandika kitabu hiki cha ufunuo wa Yohana. Bwana asifiwe na nilikuambia ili ukijua kitabu cha ufunuo ya Yohana mstari wa ufunguo kitabu hiki ni, ni, ni, ni mstari wa ufunuo sura ya kwanza mstari wa kumi na tisa Huu ndio mstari unaweza kusaidia kujua kitabu hiki cha ufunuo vizuri. Kitabu cha ufunuo kimeganyika kwenye maeneo matatu muhimu. Kwenye, kwenye ufunuo moja kumi na tisa aa, Yesu anamwambia Yohana andika mambo mambo mambo uliyoyaona, anamwambia andika mambo uliyoyaona anamwambia pia andika mambo yaliyopo na andika mambo yatakayokuwa baada ya hayo. Kwa unaona kitabu cha Ufunuo kinagawanyika katika nyakati tatu, au kwenye maeneo matatu. mambo uliyoyaona, anamwambia mambo uliyoyaona, anamaanisha Ufunuo sura ya kwanza. Kwa sehemu ya kwanza ya kitabu cha Ufunuo ni Ufunuo sura ya kwanza, mambo uliyoyaona, yaani aliyayaona Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patimo. Mambo uliyoyaona, na mambo haya yapo kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya kwanza. Mambo uliyoyaona, sehemu ya kwanza ya kitabu cha Funuo Yohana ni Ufunuo Yohana sura ya kwanza, mambo uliyoyaona. Yohana anamwona Yesu. Yesu anakuja kwenye utukufu wake kwenye kisiwa cha Patmo na Yohana anamuona. Maandiko nasema Yohana alipomwona Yesu anasema nilianguka chini kawa kama mfu. Alikuja Yesu kwenye utukufu anatisha. Yohana alipomwona akaanguka chini taa akawa kama mfu. Kwa nini? Amekuja mwanaume anatisha. Alienda msalabani kama mwana kondoo, lakini baada ya hapo somefuka kama simba kabila la Yuda. Kwa hiyo anamtokea Yohana kwenye kisiwa cha Patmos. Yohana alivyomwangalia maandiko yanasema alianguka chini akawa ni kama amekufa. Bwana asifiwe, alikuwa anatisha Kristo. Amen. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni Yohana sura ya kufunua Yohana sura ya kwanza, mambo uliyoyaona, mambo ambayo Yohana aliyaona akiwa kwenye kisiwa cha Patmos. Lakini sehemu ya pili, sehemu ya pili ni mambo yaliyopo mambo yaliyopo, yanazungumzia makanisa saba, anazungumzia kwa habari ya makanisa saba, na mambo yaliyopo ni ufunuo wa Yohana sura ya pili na sura ya tatu. Mambo yaliyopo, makanisa saba, nyaraka au jumbe saba kwa makanisa saba yaliyokuwa yako Asia ndogo Asia ndogo sasa hivi ni nchi ya Uturuki ya sasa hivi. Makanisa saba yaliyokuwa mena Asia au Asia ndogo, haya makanisa, kila kanisa lilikuwa lina weakness zake na lilikuwa lina strength zake. kwa Yesu anayoonya makanisa anasema kwa habari ya ubora wake, lakini pia na udhaifu wake, na anayaona makanisa kwa mambo yaliyopo, anazungumza kwa habari ya makanisa saba yaliyokuwa kwenye Asia ndogo. Hayo makanisa nilishakutajia yapo Ufunuo sura ya pili na Ufunuo sura ya tatu mambo yaliyopo. Na sehemu ya tatu ya kitabu cha Ufunuo Yohana ni kuanzia sura ya nne mpaka sura ya ishirini na mbili na mambo yatakayokuwa baada ya hayo. Sura ya nne mstari wa, sura ya nne mpaka sura ya ishirini na mbili ni sehemu ya tatu ya kitabu cha wanabatizaji, mambo yatakayokuwa baada ya hayo na sura ya nne na sura ya tano nilikuambia, hizi zinahusiana. Na ukiangalia sura ya nne, sura ya nne inaonesha, sura ya nne inaonesha Yohana anaoneshwa mambo ya mbinguni, utaratibu wa ibada mbinguni, sura ya nne. Lakini sura ya tano ya ufunuo wa Yohana inamzungumzia mwanakondoo aliyechinjwa, yani Yesu, asema aliyechinjwa, akanunua watu wa kila taifa na kila kabila, akawafanya kuwa aifa na ufalme nao wanamiliki juu ya nchi kwa sura ya nne inazungumzia taratibu za ibada mbinguni sura ya tano inamzungumzia Yesu Kristo mwanakondoo wa kweli sema amen lakini ufunuo sura ya sita mpaka sura ya kumi na tisa sura ya sita mpaka sura ya kumi na tisa inazungumzia dhiki kuu kwa sura zote hizo sura ya sita mpaka sura ya kumi na tisa inazungumza kwa habari ya dhiki kuu kipindi cha dhiki kuu inazungumza juu ya dhiki kuu Sura ya sita mpaka sura ya kumi. So, ukiwa anasoma Ufunuo sura ya sita mpaka sura ya kumi na tisa inazungumzia kipindi cha miaka saba ya kuna mpinga Kristo, kuna nabii wa uongo, kuna nani, kuna kahaba anatokea yule yule kahaba mkubwa, kahaba nilikwambia kahaba maana yake ni dini ya uongo au ni imani ya uongo ambayo itaanzisha mpinga Kristo. Kwa ukiwa na kahaba amekuja sio, amewalevesha mataifa, kafikia barani kahaba. Ah, hapa ni dini ya uongo ambayo itaanzisha mpinga Kristo. Tunajiandaa kwenye new old order, order. Tatakuwa tuna salafu moja, lakini pia tatakuwa tuna dini moja. Hiyo dini moja ndio hii dini moja ambayo inasemekana ndiye kahaba. Kwa kahaba ni lugha ya picha, mtu akiabudu miungu ni sawa na amezini. Kwa utasoma 6:19, ah, ni kwa habari ya kwa habari ya dhiki kuu, na kwenye kipindi hiki atokea mpinga Kristo, atokea nabii wa uongo, chukizo la ribifu, vita Magedoni na kila kitu. kwahiyo sura ya sita mpaka kumi na tisa ndo kuna kila kitu kuhusiana na dhiki kuu ambayo itatokea ambayo haijawahi kutokea hiyo dhiki kuu. Na sura ya ishirini Ufunuo sura ya ishirini mstari wa kwanza mpaka wa sita unazungumzia juu ya kufungwa kwa shetani, shetani Yesu akirudi baada ya miaka saba shetani atafungwa kwa kipindi cha miaka elfu moja Wakati huo mwana nabii wa uongo nabii wa uongo na na na, na yule mpinga Kristo, wao watatangulia kwenda jehanamu kabla ya miaka elfu moja kuanza, lakini shetani atafungwa miaka elfu moja kuzimu. Kwa kufunua sura ishirini inazungumzia kufungwa kwa shetani na utawala wa miaka elfu moja Ufunuo sura ya 20 lakini pia Ufunuo sura ya 20 mstari wa saba na mpaka wa kumi inazungumzia vita ya Gogu na Magogu, na 11 mpaka 15 inazungumzia hukumu ya mwisho. Alafu Ufunuo sura ya 21 na 22 inazungumzia mbingu mpya na nchi mpya, mbingu ya washindi. Maandiko nasema kwenye hiyo mbingu mpya kinyonge hakitaingia. Maandiko nasema kila ambacho ni kinyonge ni kidhaifu, chenye dhambi, chenye doa ha! taingia kwenye hiyo mbingu hiyo mbingu ni mbingu ya watakatifu. Sema amen haleluya! Hiyo ni mbingu ya watakatifu waliooshwa kwa damu ya mwanakondoo, waliosafishwa kwa damu ya mwanakondoo, walioshinda maisha ya dhambi. Na kwenye hiyo mbingu mpya itakuwa ni kusifu na kuabudu milele na milele, tunatumika mbele za Bwana. Maandiko anasema hakuna jua, hakuna mwezi, Mungu mwenyewe atakuwa ni nuru linaangazwa na ukiangalia vizuri, you can get even the distance you know, mpaka eneo kwa sababu ni hesabu. Biblia imetuma mpaka ukubwa, urefu na upana wa ile mbingu mpya, so you can find the dimension you ndio know, katafuta eneo ni kiasi gani kwenye hiyo mbingu mpya na nchi mpya lakini ni habari njema kwamba wote ambao wamkubali Kristo wataingia kwenye hiyo mbingu mpya na nchi mpya. Kaza mwendo, usiishie duniani Kaza mwendo usishie jahanam, kaza mwendo wakisha naingia kwenye hiyo mbingu mpya ambayo wameandaliwa watakatifu kwa ajili yao, waishi huko wao na Mungu wao milele na milele Amen. sababu nne za unyakuo wa kanisa. Bwana sifiwe, ndio tumeenda sana. Sababu nne za unyakuo wa kanisa. Sasa kanisa likinyakuliwa, nianzia hapo, muda wa kanisa na Yesu kukaa paradizo, muda wa kanisa na Yesu kukaa paradizo Kanisa likinyakuliwa litaenda kukaa paradizo, na uiha kipengele cha muda wa kanisa na Yesu kukaa kwenye paradizo. Kanisa baada ya kunyakuliwa, parapanda imeria, wale ambao ni watakatifu wamenyakuliwa, wale ambao mavazi yao hayana doa wamenyakuliwa, wataenda kukaa na Yesu paradizo. Paradizo sio mbinguni. Ah, paradizo ni sehemu ya sasa hivi tunaita ni peponi, peponi, paradise, peponi ni sehemu sasa watakatifu waliofa zamani wako paradiso pia. Kwa hiyo Yesu atachukua kanisa kanalo paradiso, akikala na kanisa paradiso, itakuwa ni kipindi cha miaka saba, ni kipindi cha miaka saba, na hiyo miaka saba imegawanyika mara mbili. Miaka mitatu na nusu ya kwanza itakuwa ni miaka ya hukumu ya watakatifu, miaka tatu na nusu ya kwanza itakuwa ni hukumu ya watakatifu. Kwa kazi ya watakatifu itahukumiwa, kile kitabu cha Korinto wa pili sura ya tano mstari wa kumi mtu anisomea hapo. Wakorinto wa pili wa sura ya tano mstari wa kumi Kwa hiyo watakatifu na wao wataenda kuhukumiwa baada ya unyakuo, watakatifu wataenda kuhukumiwa. Ni kweli hauna dhambi, ni kweli umenyakuliwa, lakini lazima kazi uliyoifanya. Kigezo cha kunyakuliwa ni utakatifu, lakini kigezo cha hukumu ni kazi ulizozifanya nisomee, wa Korinto wa pili sura ya tano mstari wa kumi Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtapokea ijara ya, ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri alivyotenda kwamba ni mema au mabaya. Kwa hiyo yatupasa sisi sote tujidhihirishe mbele ya kiti cha hukumu kwa lazima wote tutahukumiwa kwa habari ya matendo. Na ukisoma kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi na moja mpaka kumi na tano wa Korinto wa kwanza kumina, sura ya tatu mstari wa kumi na moja mpaka wa kumi na tano kwa si sote tutajihudhurisha mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Wa Korinto wa kwanza tatu kumi na moja mpaka kumi na tano mm. maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Kama mtu akijenga juu ya msingi wa dhahabu na fedha, au mawe ya thamani, au miti, au majani, au manyesi, kazi ya mtu itakuwa dhahiri siku ile Yesu akija, itaonesha yafunuliwa katika moto na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya namna gani. Bwana asifiwe. Kwa kila mtu angalia anayofanya kazi ya Kristo. Ndio maana maandiko anasema, unapofanya kazi ya Kristo usifanye kwa kusukumwa, ah ifanye kwa moyo, kwa sababu unajiwekea krediti mbele za Mungu na unaweka akiba mbele za Mungu. Kazi unayoifanya kama ni utoaji, toa kama kwa Mungu na si kama kwa watu, kwa sababu kwa utoaji huo unaweka alama na unaweka akiba ya baadaye. Amen. Kama ni mwimbaji, unaimba, kazi yako itapimwa kwa moto. Kama ni mhubiri, unahubiri, kazi yako itapimwa kwa moto. Kama ni mtia moyo na tia tu moyo, kazi yako itapimwa kwa moto. Kama ni shemasi, kazi yako itapimwa kwa moto. Kama ni askofu, kazi yako itapimwa kwa moto. Nikweli, mbinguni utaingia kwa utakatifu, lakini baada ya kuingia, maliko wanasema kuna ambao wamechenga kwa dhahabu, kuna ambao wamechenga kwa rumasi, kuna ambao wamechenga kwa fedha, kuna ambao wamechenga kwa miti, kuna ambao wamechenga kwa manyasi na karatasi lakini kazi ya kila mtu itapimwa kwa moto. Haleluya! Na ule moto utapima kazi ya kila mtu. Kama ni kazi ya dhahabu, maana yake itang'aa zaidi, kwa sababu dhahabu ikipita kwenye moto inatabia kung'aa zaidi. Lakini kama ni kazi ya miti, hiyo kazi itaungua. Kama ni kazi ya nyasi hiyo kazi itaungua. Wewe mpendwa, umechenda kazi ya namna gani mbele za Mungu? Maana kazi yako itapimwa. Kazi ya kila mtu itapimwa kwa moto. Na ndiyo maana lazima kila mtu ajifunze kutumika mbele za Mungu kwa bidii na unyenyekevu. Maandiko anasema, ameradiwa yule ambaye anaifanya kazi ya Bwana kwa ulegevu. Haleluya. Kipindi cha kwanza, miaka mitatu na nusu ya kwanza itakuwa ni miaka ya hukumu ya watakatifu. Watakatifu watahukumiwa kwanza kabla ya mataifa kuhukumiwa. Amen. Na wakihukumiwa, maanake nini? Watakuwa wanapewa taji, wanasifiwe, kwao itakuwa ni hukumu. Lakini miaka mitatu na nusu ya pili itakuwa ni sherehe mwanakorona na kuvikwa taji. Amen. Tuna taji za, za aina tano. Wanatheolojia wengi wanakubaliana kwamba tutakuwa tuna taji za aina aina tano za taji. Tunajua taji, wana crown, watu walioshinda ndio wanapewa taji. Sasa kuna taji za aina tano ambazo walioshinda wakafanya kazi watapewa taji za aina tano. Mwisho utakuwa na mojawapo au utakuwa ni meupe, kwa hiyo utakuwa ni weupe kabisa yani utakuwa ni mwepa una chochote ujue, kuna maskini mpaka mbinguni. Eti bwana, si yani uwe maskini dunia na mbinguni kabisa? Kama nimi, siwezi kubali, siwezi kubali kabisa. A, niwe tajiri duniani na niwe tajiri hata mbinguni, niwe na taji kwa Mungu. Haleluya, amen. Kuna aina tano za taji Nitasema haraka haraka, kwa sababu siwezi kugusia hizi. Perhaps if I get time, naweza nikafundisha baadaye kwa undani kwa kila aina lakini, taji ya kwanza ni taji ya uzima. Taji ya uzima, the crown of life, Ufunuo Yohana sura ya pili mstari wa kumi. Aina tano za taji, aina ya kwanza ni taji ya uzima, the crown of life, the crown of life. Taji ya uzima, Ufunuo mbili kumi watapewa watu gani? Sina muda kutosha kueleza juu ya taji hili. Taji ya pili ni taji ya haki the crown of righteousness taji ya haki Timotheo wa pili taji ya haki ni wa nane Timotheo wa pili sura nne mstari wa nane taji ya haki the crown the crown of righteousness taji ya tatu, taji ya pili nimesema, taji ya pili ni taji ya haki Timotheo wa pili sura nne mstari wa nane taji ya haki taji ya haki, taji ya haki. Timotheo wa pili nne nane lakini taji ya tatu ni taji isiyoharibika an imperishable crown taji isiyoharibika taji isiyoharibika Wakorintho wa kwanza sura ya tisa mstari wa ishirini na nne mpaka ishirini na saba Wakorintho wa kwanza sura ya tisa, mstari wa ishirini na nne mpaka ishirini na saba lakini taji ya nne taji ya nne ni taji ya utukufu taji ya utukufu the crown of glory Wakorinto wa kwanza taji ya utukufu. Wakorinto wa kwanza tisa ishirini na nne mpaka ishirini na saba. Wakorinto wa kwanza tisa ishirini na nne mpaka ishirini na saba. Lakini mwisho taji ya furaha, taji ya furaha, taji ya furaha, namba tano, Tesalonike wa kwanza mbili kumi na wakuanza, mbiri, tisa mpaka ishirini aina tano za taji ambazo tutapewa takatifu. Wanatheolojia wote wanakubaliana chua hizi taji ambazo tutapewa takatifu kulingana na Biblia. Taji ya kwanza ni taji ya uzima. Taji ya kwanza ni taji ya uzima, Ufunuo wa Yohana sura ya pili mstari wa kumi. Taji ya uzima. Mbili ni taji ya haki taji ya haki. Ah, Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 8. Namba tatu ni taji isiyoharibika wakorinto wa kwanza wa tisa ishirini na nne mpaka ishirini na saba namba nne ni taji ya utukufu taji ya utukufu wakorinto wa kwanza wa tisa ishirini na nne mpaka ishirini na saba namba tano ni taji ya furaha taji ya furaha wathesalonike wa kwanza mbili kumi na tisa mpaka ishirini wo utakuwa na taji ipi kila taji unayoiona no kuna kazi amayofanyika mpaka mtu a kupewa taji kwa sababu kazi yake itapimwa ndio maana naambia pia dhambi si tu kutofanya baadhi ya mambo. Aa, hata kufanya chini ya kiwango, sababu standard pia ni dhambi. Ukifanya kitu chini ya kiwango cha kimungu ni dhambi, na uwezo ukapata taji. Ndio maana kazi itapimwa kwa moto. Amestahili atapata, asiyestahili atapata, asiyestahili atapata, asiyestahili atapata Asi